E, leo katika tafiti ambazo naendelea kuzifanya leo nimekwenda kutafiti jambo nyeti zaidi, hususani e, katika masuala ya chumbani. Tunazungumzia uvaji wa shanga kwa wanawake. Ya sote tunafahamu kwamba watu wengi wanajua kwamba shanga ni pambo la ndani kwa wanawake, hasa linapokuja swala la kufanya mapenzi. Eh, shanga huwa ni pambo, na wengine imepelekea sasa hivi watu wanavaa mpaka vikuku. Watu wanasema kwamba ukivaa kikuku ni urembo, ni lakini pia kuna namna nyingine. Lakini leo tuachane na habari za kikuku eh, mi leo nipo hapa kwa ajili ya kuzungumzia ishu nzima ya shanga kiunoni kwa wanawake, kwa sababu ni utafiti ambao nimeweza kufanya kwa muda mrefu, na nimekuwa nikiuliza maswali mengi kwa watu tofauti tofauti, na mwisho wa siku nimeweza kupata majibu haya ambayo nakwenda kukupa ya eh bwana. Kwa kawaida kwa mwanamke, utaki kuvaa shanga kama utaki mambo haya. Ya, mambo gani? Kuna mambo matano ambayo mimi nakwenda kukuelezea leo. Ya, e, kikubwa na kusi uweze kutazama video hii kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Ya, jina langu naitwa Tinola Diva. Unaweza kunifollow kupitia Instagram page yangu, Tinola Diva; lakini pia ukitufollow kupitia katika page zetu za Memorata TV unakuwa natisha sana. Na kama wewe ni mgeni katika YouTube channel yetu basi na kusi uweze kusubscribe hapo chini. Ya, e, bwana, bila kupoteza muda twende tukaangalie ni vitu gani ambavyo eh ukivaa shanga unakopa unafaidika navyo ambavyo utavipenda au utavipenda. Ya, he bwana, cha kwanza kabisa kwa mwanamke eh, akivaa shanga, shanga huwa ina kawaida ambao, ambao eh, so, ya kulainisha kiuno. Hiyo ndio sababu moja kabisa ya kwanza ambayo wanawake E, wakivaa shanga hiyo ni faida ambayo wanaipata. Cha pili, kwa kawaida eh, shanga huwa zina tabia ya kukata shepu na kukupa muonekano zaidi. So ukiwa unahitaji kuwa na shepu wa asilia, yani kwamba ulivyozaliwa ni hivyo hivyo ulivyo, utaki at least uwe na shepu fulani hivi, basi usivae shanga, kwa sababu shanga huwa ina kawaida ya kumshepu mwanamke. ya yeah, bwana, hiyo ni sababu ya pili. E, eh, twende tukaangalie sababu ya tatu. ya yeah, sababu ya tatu unaambiwa Ee, shanga zinampa mwanamke mwanaume msisimko hasa katika tendo la ndoa ee. Sisi wanaume tukiona mwanamke ameweza kuvaa shanga basi huwa tunasisimka zaidi, na mwisho wa siku hata ile show ile mechi inakuwa kali, kwa sababu ukitazama kiuno cha mpenzi wako kinakuwa kimepambwa na ile pambo la ndani, yani inazunguzia shanga, basi linazidi kukupa hamasa ya kuendelea kufanya ule mchezo, na mwisho wa siku unajikuta mnafanya, mnaridhika eh, mnapata raha Yani hivyo mwisho wa siku mnafikia kile kilele cha mlima Kilimanjaro ya bwana e, hizo ni e, baadhi ya faida tu za kuvaa shanga ambazo nimeweza kuzitaja, lakini pia tunaongezea kwamba shamba kwa kawaida zinafanya ujijue mapema kama umenenepa ama umekonda. Umeona ukivaa shanga kwa kawaida mwili ukiongezeka au tumbo, utajua tu, kwa sababu utaona zile shanga zitaanza kukubana so kwa mwanamke kama unatamani kuendelea kuwa kibonge basi usivae shanga kwa sababu ukivaa shanga, cha kwanza kitakushepu kama nilivyokuambia, uwo ina kaida kutengeneza shepu. Lakini pia inakufanya uwe uwe laini, mwepesi, uwe na kiuno laini. So kama unataka kuendelea kuwa kibonge, dada yangu, usivae shanga, baki na mwili wako, utaendelea kunenepa na mwisho wa siku utakuwa kama kiputo vile, yeah. <laughs> ya bwana sio kwa ubaya, ili MTV ya twende tukaangalie eh, sababu ya tano ambayo ni sifa ya kwa kawaida shanga inampa sana hamasa ya tendo mwenza wako kama, kama vile ambavyo tumeweza kuizungumzia hapo awali kwamba mwanamke mm, akivaa shanga basi huwa inampa sana hamasa mpenzi wako. So kama mwanamke utaki ile mechi kali ile mikito mikali mikali basi usivae shanga. Umeona mtu akishapiga kimoko sijui viwili Eh, anakuwa anakuwa pomelizika, hey, inatosha. Ila ukivaa shanga zewei ambavyo anaendelea kukutazama kukuona mkiwa kitandani, basi ataendelea kupata amasa zaidi ya kufanya tendo la ndoa na mwisho wa siku hiyo show inakuwa kiyo, yani mwisho wa siku bwana afe, kipa afe beki ya bwana. Hizo ni miongoni tu mwa faida ambazo nimeweza kuzifanyia utafiti kuhusiana na uvaji wa shanga kwa wanawake na mwisho wa siku nimeweza kukuletea hapo chini, na kama kuna faida nyingine ambayo una, unaifahamu basi nakusiu uweze ku comment hapo chini katika uwanja wa comment, ili watu wengine waweze kufaidika na uvaaji wa shanga kiunoni kwa wanawake. Ya bwana, ulikuwa na mimi, msanuaji wako wa nguvu, naitwa Tino la Diva ya, nakusiu uweze kusubscribe hapo chini. Kwa sasa mimi na sign out, tukutane wakati mwingine tena, chao.